Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mimi na naitwa Alute Simoni Mughwai ni wakili, natoka Arusha. Nilikuwa nimekuja kwenye hii kesi ya leo pamoja na mawakili wenzangu, kama alivyosema wakili Dr. Nshala, kesi imesikilizwa kwa njia ya mtandao. Upande wa utetezi tumepinga kwamba isisikilizwe kwa njia ya mtandao na kama maelekezo ya mshtakiwa mwenyewe kwamba anataka kesi yake isikilizwe kwenye mahakama wa, wa ya wazi, ambao wote ambao wana mshtaki waje watoe maelezo yao na vilevile umma. Kesi imefunguliwa kwa jina la wananchi wa, wa Jamhuri ya Muungano, ambao wana maslahi ya moja kwa moja kuja kusikiliza shauri dhidi ya huyo anaitwa muhaini dhidi ya huyu anaitwa ametawanya ame, ame habari za, za uongo. Sasa uamuzi ndio umetolewa hivyo, e, jaji amesema na mamlaka mahakama yake na mamlaka hakimu. Kusikiliza, hakimu. E, e, nani hakimu kusikiliza kwa njia ya, ya, ya, ya, ya mtandao pamoja na kwamba mshtakiwa ameweka wazi kwamba hawezi kushiriki e, shauri hilo kwa njia ya mtandao bila, bila umma wa Tanzania wawepo. Tutachokifanya sasa hivi ni kupata hizo hukumu mbili, hiyo ya ambayo ilitolewa asubuhi na ambayo kesi yake itakuja tarehe itakuja Jumatatu, alafu na ile nyingine ya pili ya uhaini ambayo imepangwa irudi tena kusikilizwa tarehe sita mwezi sita wa 3. Tukipata hizo hukumu tutazichambua, alafu tutajipanga ni kwa namna gani tutaenda mbele I ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe like, na kucomment.